Yayumkinika kutanabaisha kwamba mwafrika maarufu zaidi kuliko wote kwa zama hizi ni kapteni Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Lakini pia yayumkinika kutanabaisha kwamba kapteni Ibrahim Traore, rais huyo wa Burkina Faso, anaweza kabisa kuwa rais anayeshika nafasi ya kwanza kwa kupendwa na watu wengi ndani na nje ya nchi yake hususani barani Afrika. Na hususan wengi wanaompenda Captain Traore ni vijana barani Afrika. Dokumentari hii inatupia jicho Captain Traore ni nani na pia, kwa nini anapendwa na vijana wengi barani Afrika na endapo kupendwa kwake huko kunaweza kuwa kupelekea hamasa ya kuibuka akina Traore wengine katika nchi nyingine hususan barani Afrika. Lakini kabla ya kuingia kiundani katika dokumentari hii, ningependa kuwaomba wasikilizaji, endapo hamtojali jali, kunipatia maoni ya mada mbalimbali mbali ambazo mngependa zitengenezewe documentaries. Wakati ningependa kutengeneza documentary kila wiki, wakati mwingine inakuwa vigumu kutokana na umuhimu kwa matukio mbalimbali mbali, kama kesi ya Mheshimiwa Tundulisu inayoendelea ambayo ndio imekuwa nayoifanyia coverage kubwa zaidi katika Jasusi TV. Kwa hiyo jisikie huru kutoa comments hapo chini kuhusiana na topic gani ambazo ungependa tuzitengenezee documentaries. Mimi na simulizi nyingi lakini hii ni channel yenu, kwa hivyo ingekuwa vizuri ni wakabidhi uhuru huo ninyi aa, wadau wa channel hii. Baada ya hayo, nirudi sasa kuhusu historia fupi ya Captain Traore na imekuwaje hadi amegusa hisia za vijana wengi barani Afrika. Ibrahim Traore alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane kaskazini magharibi mwa Burkina Faso. Alikulia katika familia ya kawaida inayojulikana kwa kuwa na misingi imara ya maadili ya Kiafrika. Tangu akiwa mdogo, alionyesha hamasa ya kujifunza, kuongoza na kupambana na dhulma. Baada ya kumaliza elimu ya msingi na sekondari katika maeneo ya vijijini, Traore aliendelea na masomo yake ya elimu ya juu katika chuo kikuu cha Uagadugu, ambapo alisomea masuala ya sayansi hasa jiolojia. Wakati wa miaka yake ya chuo kikuu alihusishwa na vuguvugu la wanafunzi waliokuwa wakipinga ukosefu wa haki, rushwa na ushawishi wa mataifa ya kigeni katika siasa za ndani. Baada ya kuhitimu masomo yake ya chuo kikuu, Traore alijiunga na jeshi la Burkina Faso ambapo alionyesha umahiri mkubwa wa kiutendaji na uwezo wa kuongoza. Alihudumu katika maeneo mbalimbali ya nchi hasa katika mapambano dhidi ya makundi ya wapiganaji wa kigaidi waliokuwa wakifanya operation katika ukanda wa Sahel. Katika kipindi hiki, Traore aliona kwa macho yake madhara ya sera dhaifu za serikali, ukosefu wa vifaa kwa wanajeshi na namna mapambano dhidi ya ugaidi yalivyokosa ufanisi kutokana na ushawishi wa mataifa ya magharibi kama Ufaransa. Uzoefu huu ulimjengea msimamo mkali wa kutetea uhuru kamili wa Burkina Faso dhidi ya udhibiti wa nje. Tarehe 30 Septemba elfu mbili na ishirini na mbili, Kapteni Ibrahim Traore aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba madarakani. Mapinduzi haya yalikuwa ya pili ndani ya mwaka mmoja baada ya Damiba mwenyewe kuingia madarakani Januari elfu mbili na ishirini na mbili kupitia mapinduzi dhidi ya rais Roch Marc Christian Kabore. Kwa hiyo Kapteni Traore aliingia madarakani takriban miezi minane tu baada ya mapinduzi yaliyofanywa dhidi ya ya rais Kabore. Traore alitaja sababu za kuchukua madaraka kuwa ni kushindwa kwa serikali iliyokuwa madarakani kukabiliana na ugaidi, hali mbaya ya usalama nchini humo, na kukosekana kwa matumaini kwa wananchi. Kwa kuwa na umri wa miaka 34, wakati huo alitajwa rasmi kuwa mkuu wa nchi kijana zaidi duniani. Baada ya kushika madaraka, Kapteni Traore alianzisha msimamo thabiti wa kupinga uingiliaji wa kigeni, hasa kutoka kwa Ufaransa ambayo kihistoria imekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Burkina Faso. Katika kipindi kifupi, aliamuru kuondolewa kwa majeshi ya Ufaransa yaliyokuwa katika ardhi ya Burkina Faso na kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na mataifa kama Urusi na Mali. Aidha, aliahidi kufanya mageuzi ya kweli katika sekta ya usalama, kuanzisha vikosi vya kujitolea vya kulinda taifa na kusisitiza umuhimu wa kurejesha mamlaka ya kitaifa mikononi mwa raia wa Burkina Faso. Sasa, ni nini hasa kinachofanya au kinachopelekea Captain Traore kuwa kipenzi cha vijana wengi wa Kiafrika? La kwanza ni alama ya ukakamavu na kujitegemea. Vijana wengi wa Afrika wanamuona Traore kama ishara ya mapambano dhidi ya ukoloni mamboleo. Uamuzi wake wa kusitisha uhusiano wa kijeshi na Ufaransa na kusisitiza kujitegemea katika masuala ya usalama umekuwa kivutio kikubwa katika bara ambalo historia ya ukoloni imeacha majeraha makubwa. Hatua kama hizi zinatafsiriwa kama uamsho wa kizalendo na kujinasua kutoka kwa minyororo ya kiuchumi, kijeshi na kisiasa. Ingine ni uwakilishi wa vijana madarakani. Kwa kuwa na umri mdogo kuliko viongozi wengi wa Kiafrika, Kapteni Traore anawakilisha kizazi kipya ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikikosa nafasi katika uongozi wa kisiasa Vijana wanaona kuwa kiongozi mwenye umri wao anaweza kuelewa vyema changamoto zao na matamanio yao. Sababu ya tatu ni lugha ya ukweli na uwazi. Tofauti na wanasiasa wengi wa Kiafrika wanaotumia lugha ya kisiasa iliyofichika, Captain Traore hutumia lugha ya moja kwa moja isiyo na siasa nyingi kuzungumza na wananchi. Anaonekana kama kiongozi wa watu anayesema kwa niaba ya wanyonge bila kuhofu mataifa makubwa au taasisi za kimataifa. Jingine ni mapambano dhidi ya ugaidi na kurejesha usalama. Vijana wengi hasa katika ukanda wa Sahel wameathirika sana na kuongezeka kwa ugaidi. Ahadi ya kampeni ya Kapteni Traore ya kupambana vikali na magaidi, kuwahusisha wananchi katika ulinzi wa nchi yao na kuwekeza katika vifaa vya kijeshi vya ndani imeongeza heshima yake. Tano ni msimamo wa kizalendo dhidi ya ushawishi wa magharibi. Katika enzi ambapo sera nyingi za Kiafrika zinaonekana kuongozwa na mashinikizo kutoka taasisi kama IMF, Benki ya Dunia au mataifa ya Ulaya, msimamo wa Captain Traore wa kupinga mashinikizo hayo umeonekana kama ujasiri wa hali ya juu. Vijana wengi wanatamani Afrika itawaliwe na viongozi wanaothamini maslahi ya raia wao kwanza. Hata hivyo, Kapteni Traore anakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali. Changamoto moja ya changamoto hizo ni shinikizo la kimataifa mataifa ya Magharibi na baadhi ya mashirika kima ya kimataifa yamemshitumu kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na kuhoji uhalali wa serikali yake ya kijeshi. Jingine ni ukosefu wa rasilimali. Burkina Faso ni miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani. Kukabiliana na ugaidi na wakati huo huo kujenga uchumi ni kazi kubwa inayohitaji mikakati endelevu. La tatu ni hali ya kidemokrasia, kwamba ahadi ya kuandaa uchaguzi wa kiraia bado haijatekelezwa, na baadhi ya wakosoaji wanaonya kuwa Captain Traore anaweza kujiimarisha kama mtawala wa muda mrefu, hali ambayo mara nyingi huishia kwa udikteta. Lakini changamoto kubwa zaidi kwa Captain Traore ni hatari ya mapinduzi. Captain Traore anaweza kuwa miongoni mwa viongozi ambao wamenusurika mara nyingi zaidi na majaribio ya kuuawa, na historia ya Burkina Faso kwa bahati mbaya imejaa mapinduzi. Kushindwa kutimiza ahadi zake kunaweza kusababisha upinzani kutoka ndani na nje ya nchi hiyo. Hitimisho. Captain Traore amekuwa mfano wa kiongozi mchanga mwenye maono ya kizalendo anayevutia mamilioni ya vijana barani Afrika kwa ujasiri wake wa kupinga ukoloni mamboleo, uwazi katika mazungumzo na dhamira ya dhati ya kuimarisha uhuru wa kitaifa. Changamoto kubwa kwa vijana wa Kiafrika sio tu kumshangilia Kapteni Traore, bali kuzalisha akina Traore wengine katika nchi mbalimbali mbali barani Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza na kwa herini.